Thank you, Jah. Thank you, Jehovah. Thank you for another time. Asante kwa wakati mwingine. Asante kwa wasaa mwingine. I'm sorry for that noise. Samani kwa hizo kelele ambazo zitasikika huko. Ni kwa sehemu ambao watu wanaweza wakawa wanapita wakaongea chochote. Kwa samani kwa hizo kelele kwa hata sikiliza lakini Leo unachotaka kukiongea, nataka kuongea kuhusu, kuhusu mimi na analizoneti yani, nataka kuongea kuhusu mimi na yule ambaye anafanana na mimi, ajue thamani yake, ajue nguvu yake, na ntaongea kuhusu mimi katika njia ya nuru, katika njia ya positive, katika njia ya chanya maana kila mwanadamu naamini, yani, ana giza ana mwanga, anajua na chini ana vitu viwili vinavutana, kwa nitaongelea katika ambacho ni nuru, maana hicho ndicho nachokiishi. Nitaongelea katika positive, maana hicho ndicho nachokiamini. Nitaongelea katika chanya maana hivyo ndivyo akili yangu ilivyo, na hivyo ndivyo akili yangu nimeielekeza kuwa, na hivyo ndivyo Mungu ameniumba niwe. kuna kitu kimenijia ndani yangu kikaniambia I am drop, I am ocean in drop, in drop kwa Kiswahili inamaanisha mimi ni bahari katika tone, mimi ni bahari katika tone, si tone katika bahari, unatakiwa kujiona tone katika bahari, tone katika bahari, unatakiwa kujiona bahari katika tone. Usijione mdogo, jione kwa ukubwa. Usijione kwa chini, jione kwa juu. Usijione kwa ubaya, jiangalie kwa wema. Usijikatae, jikubali mwana. Mimi naamini We are all spiritual beings having human experience. Thank you Jah for this world. Ili neno nilikuwa nimeliwaza muda fulani, limenijia tena. Mimi naamini kwamba sisi sote ni roho, wote ni roho katika fomu ya mwili. Sisi wote ni roho tukipitia vinavyopitia mwili, na ni kama mtihani, ni kama darasa, ni kama safari. kwa hiyo sisi si vitu, sisi ni watu, na watu ni mfano wa mtu. Mtu ni nani? Sisi ni watu tuliombwa kwa mfano wa Mungu. Kwa hiyo sisi ndani yetu ni Mungu ndani yetu, sisi wote tu wana wa Mungu, sisi wote tu mfano wa Mungu. Kilichozaliwa na Mungu ni Mungu, kilichozaliwa na mwanadamu ni mwanadamu, kilichozaliwa na nyoka ni nyoka. Kilicho mfano wa Mungu ni Mungu. Kwa hiyo ni zaidi ya mili. Yani, hebu angalia jinsi pumzi zinavyoingia na kutoka, ijaribu kuishika kwa mkono, tuone kama unaweza. Ili tendo tu unahisi ni la ajabu kiasi gani, ukiacha kulitizama kimwili? Na kama ukitizama kimwili, kwa nini huwezi kuishika na huo mwili wako? Kuna kuja kugundua ni ajabu, na tumefumbwa macho tusione na ili uwe positive inabidi utoke nje uje ndani, ujifunze kuona jema katika kila baya, ujifunze kushukuru hata kwa mabaya pia, maana yapo kukufunza. Ujifunze kujiona bora katikati ya dunia ambayo inakufanya wewe usijione bora, ujifunze kuona mshindi katika dunia ambayo yani imetengenezwa kukufanya uonekane wewe ni wa kushindwa ujifunze kujua wewe ndani yako ni Mungu katika dunia inayokuaminisha wewe ni mwanadamu. Ujifunze kujua Mungu ajaumba chochote kife katika dunia inayokuambia utakufa. Ujifunze kuona Mungu ni mwema kila wakati katika dunia inayokuambia Mungu Mungu, yani, ana mambo mengi wala tajali kuhusu wewe. Ujifunze kujua Mungu yuko ndani yako, hayuko huko nje huko ambako unaambiwa yuko, yuko ndani yako, ndipo utaweza kusimama kwenye upande wa nuru, ndipo utakapoweza kusimama kwenye njia positive, ndipo utakapoweza kujiona kwamba wewe ni bahari katika tone, si tone katika bahari kama ninavyojiona mimi. Na imani ni muongee kitu kinacho make sense, na lengo si kuongea maneno mengi, lengo ni kuongea maneno yenye umuhimu. Thank you ja over.